Uh, vijana wengi sana wengi sana wenye vipaji na uwezo wa kupambana ulingoni wapo Mbeya. Miaka ya nyuma uh, mchezo wa ngumi ulikuwa kwenye kwenye kwenye kwenye chati nzuri kwenye ranki nzuri sana, lakini baadaye mambo yakawa yameenda tofauti. Sasa uh, baada ya kufanya utafiti, tumeamua kuja na nguvu mpya, kwa sababu tuligundua wale waandaaji wote wa mchezo wa ngumi hapo awali kulikuwepo na namna ya kukwama wakati wa uendeshaji wa mpambano kwa sababu mpambano wote unavyoandaliwa ni gharama. Pambano hili uh, la tarehe 26 ya mwezi huu wa 4 2025, ambayo itafanyika pale Stepabu. Tunategemea mwezi wa sita, tena kuna pambano lingine linakuja, tumeliandaa kwa sababu ya lengo moja tu kwamba tunahitaji kutengeneza mwanya, eh, kutengeneza mianya ya fursa za ngumi za kulipwa mkoa wa Mbeya. Tunategemea hata baadaye fursa zote ambazo zitahusu mapambano ya ngumi huko mbele zote tutazifanya na tutazipata. Kwa hiyo tunategemea tusiwe na makundi tofauti tofauti, tuwe wa moja mkoa wa Mbeya, tufanye kazi moja ili tuwainue vijana wetu. Aa, tutakuwa na Makaveli Mponji ambaye atacheza dhidi ya Ali Mkojani, uzito wao utakuwa ni super light. Lakini pia tutakuwa na Chez Kimaro ambaye atacheza na Shabani Kimambi, uh, uzito wa flyweight. Lakini pia tutakuwa na Benson Nyilawila atacheza na Allen Kabungo, uzito utakuwa ni super lightweight. Lakini vile vile tutakuwa na Donald Mwakisu atacheza na David Mbumba, uh, uzito utakuwa ni lightweight. Uh, tutakuwa na Raymond Siame atacheza na Raza Kijuma, uzito utakuwa ni super lightweight. Atakuwepo Bruno Mzungu atacheza na Masudi Choga, uzito utakuwa ni feather weight. Lakini pia atakuwepo Hashim Kilanga atacheza na ma ma Mataslim mwaka mwaka biabia, bia, uzito utakuwa ni, ni water weight. Lakini vilevile atakwepo Eliudi Mwangoka atacheza na Tony Mtandu, uzito utakuwa ni, ni super featherweight. Lakini pia uh, atakwepo Baraka Kalawa na atacheza na Kenneth Mwa liambi, uzito utakuwa ni lightweight. Mimi Makaveli Mponji Wolf ndakuwa na chuana na bingwa wa Tanzania mwenye mkanda wa PST anaitwa ali Mkojani, mpaka hapa tunapongelea maandalizi yangu yako vizuri kimazoezi, ki, ki kiakili. Uh, pia yaani, namwanakuwa hata mpinzani angekuwa anakuja leo, tungecheza leo leo. Huyo Ali Mkojani ni bingwa, lakini sio bingwa mbele yangu mimi, kwa sababu mimi nimecheza na mabondia wagumu Tanzania hii, lakini wote hawajachomoa walikuwa wana mdomo, wana maelezo mengi, wanasema wenyewe ni best, wana speed, wana nguvu. Mimi ni champion, na mimi pia kazi yangu ni kuwapiga ma champion, sio kuwapiga watu wa, wa bovu. Kinachoongea ni mikono, mkono una uzito wa kilo 300. Kwa hiyo ukipigwa jebu haukai, ukipigwa light unakufa kabisa. Kwa hiyo tunachokitaka sisi kwamba tukutane nao. Shabani Kimimbi, Shabani Kimimbi ni bondia mgumu, na Shabani Kimimbi amecheza na bondia wakali. Kwa hiyo nachotaka mimi kuja kumstopisha. Amekuja kukutana na Mchina, Mchina atasafisha njia. Kwa hiyo Shabani Kimimbi ajiandae afanye mazoezi ya kutosha. Shabani Kimimbi kiufupi, afanye mazoezi au amefanya mazoezi kwa sababu hapa ambayo kitu kitachoongea ni mikono tu. Yaani ni mikono miwili itaongea kwenye kamba nne. Kwa hiyo mimi sina shaka kuhusu mimi. Yeye tu ajipange na afanye mazoezi ya kutosha. Anakuja kukutana na Mrusi. Sio Mchina tena, ni Mrusi. Maana hapa tunapigana kwenye nchi ya Urusi. Kwa hiyo hapa tutacheza, tutapigana. Tuone moto unavyowaka.